Kanuni saba za maishani ambazo shule haikukufundisha. Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu waliokuwa darasa moja na wewe, walifundishwa vitabu vile vile, walifanya mitihani ile ile, lakini leo maisha yao ni tofauti kabisa? Wengine wanaonekana wamepotea, wengine wanapambana kimya kimya, wengine wamefanikiwa bila hata alama nzuri shuleni. Ukweli ni huu. Shule ilikufundisha jinsi ya kufaulu mitihani, lakini haikukufundisha jinsi ya kushinda maisha. Maisha yana sheria zake. Ukizivunja yanakuumiza, ukizielewa mapema yanakubeba. Leo hizi hapa ni kanuni saba za maisha ambazo shule haikukufundisha, lakini kila mtu anayefanikiwa huzijua, iwe alisoma sana au la. Kabla tuanze, Hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom kwa sababu mafundisho haya yanabadilisha mtazamo, siyo burudani tu. Moja, dunia haikupi unachostahili, inakupa unachokilinda. Shule ilikufundisha kuwa kuwa mwema kunatosha, lakini maisha yanafundisha kitu tofauti. Unaweza kuwa mtu mzuri, lakini ukikosa msimamo, utadharauliwa. Unaweza kuwa na ndoto nzuri lakini usipozilinda watu watazikanyaga. Maisha hayaheshimu nia njema, yanaheshimu mipaka. Ukijua thamani yako na ukaisimamia, watu wataanza kukuona tofauti. Mbili, hakuna mtu anayekuja kukuokoa. Hii ndiyo kanuni ngumu zaidi kukubali. Shule ilikufundisha kufuata mfumo, fanya hivi, subiri hapo, utasaidiwa, lakini maisha ni tofauti Hakuna ratiba ya kukusaidia, hakuna mwalimu wa kukuonea huruma. Ukianguka ni juu yako kusimama, ukipotea ni juu yako kujitafuta. Msaada unaweza kuja lakini hauji kwa wakati unaotaka. Ndio maana mpambanaji hujifunza kujitegemea kabla ya kutegemea. Tatu, akili yako ni mtaji mkubwa kuliko cheti. Shule ilikufundisha kukariri lakini haikukufundisha kufikiri. Maisha hayalipi kwa kumbukumbu, yanakulipa kwa maamuzi. Watu wengi wana vyeti lakini hawajui kutatua matatizo. Wengine hawakusoma sana, lakini wanajua kugeuza tatizo kuwa fursa. Ukibadilisha fikra zako, utaboresha maisha yako. Akili inayojifunza kila siku ni bora kuliko cheti kinacholala ukutani. Ne. Watu hawakupendi kwa moyo wako, wanakupenda kwa thamani yako. Hii ni kweli mchungu. Shule ilikufundisha tupendane, lakini maisha yanaonyesha kuwa watu huvutiwa na kile unachoweza kuleta mezani. Ukiwa huna mchango, sauti yako haisikiki. Ukipata thamani, heshima inakuja yenyewe. Usilalamike watu hawakujali; jiulize unaongeza nini kwenye maisha yao. Thamani yako ikikuwa, connection zako zinakuwa pia. tano. Kushindwa si mwisho, ni somo. Shule ilikufundisha kuwa kufeli ni aibu, maisha yanafundisha kuwa kufeli ni darasa. Watu wanaofanikiwa sana walishindwa mara nyingi kuliko unavyofikiria. Tofauti yao ni moja, hawakukata tamaa. Kila kosa lina ujumbe, ukikataa kuisikiliza utalirudia ukijifunza utapanda ngazi inayokwenda. Sita. Nidhamu ni muhimu kuliko motisha. Motisha ni nzuri, lakini haidumu. Leo una nguvu, kesho umechoka, lakini maisha hayawezi kusubiri mudi yako. Nidhamu inakufanya ufanye kilicho sahihi hata pale hujisikii. Ndiyo maana watu wenye nidhamu hufika mbali zaidi kuliko watu wenye vipaji lakini wavivu. Saba. Muda hauruhumii mtu yoyote. Shule ilikupa ratiba, maisha hayakupi, dakika zinapita, miaka inakimbia na hakuna pause. Ukichelewesha ndoto zako, muda hautakusubiri. Ukiahirisha maamuzi, gharama itaongezeka. Kitu cha thamani zaidi kuliko pesa ni muda. Ukipoteza pesa, unaweza kutafuta nyingine. Ukipoteza muda, huwezi kurudisha. Na sasa Sehemu muhimu zaidi: shule ilikufundisha masomo, maisha yatakufundisha ukweli. Usilaumu mfumo, usilaumu wazazi, usilaumu mazingira. Chukua uelewa huu kama silaha. Ukijifunza mapema, utajiheshimu, utajipanga na utajijenga bila kelele. Kumbuka, hujachelewa, umeamka tu, na mtu anayeamka leo anaweza kubadilisha maisha yake kesho.